Karibuni katika episodi ya pili ya series tunayofanya ya kusaidia wazazi kuweza kujua zaidi kuhusiana na nepi za kufua, ili wafanye maamuzi ya kutoka huku na kuhamia huku, kwa sababu ya faida ambazo tuliongelea wiki video iliyopita. Um, haswa faida ya mazingira. Binafsi nina mtoto na ninatamani nimwachie ardhi iliyo safi na salama um, kama nilivyoikuta au zaidi nilivyoikuta. Yani, jina langu naitwa Agnes Senga Tupa. Mimi ni mfanyabiashara na ni mwanamazingira, um, na pia ni mama ambaye ninauza nepi ambazo pia mwanangu anazitumia um, ambazo tutaziongelea hapa katika video hii. Tunaongelea zaidi kuhusiana na materials. Sasa uh, fanya research, lakini jamani um, kujua majina ya Kiswahili ya material ilikuwa ni ngumu kidogo kwa hiyo mtaniwea radhi ila nitajitahidi kuonyesha na mifano ni materials zipi ninazoziongelea. Um, tuanze na nepi common, nepi pendwa. Hii nepi pia mimi nimeivaa nipo kwa ninakuwa na ni kitambaa cha cotton yenye material kitaulo taulo na unakunja kama sambusa na unaivaa nepi hii. Um, ninajua hata nchi jirani zipo kwa sababu hii imetoka nchi jirani hapo Kenya na binafsi naitumia kama taulo kwa ajili ya mwanangu, ila ni nepi ambayo tumekuwa nazo na bado zipo. Unavaa hii unabana na pini, alafu kuna kichupi cha mkojo kinachofata juu yake, au plastiki tuseme. Uh, kama kichupi ambacho nakivaa um, na inasaidia mkojo usitoke nje. Kwa hiyo ikija kwenye hasara za materials za cotton, nitaongelea faida na hasara unavyozidi kuendelea Hasara za cotton ni kwamba hii material ni inaweza ikaja kuwa ngumu katika ufuaji um, lakini um, ni rahisi katika kufua, sorry, lakini ni ngumu katika ku, kubeba um, unyevu yani, kwamba unyevu unabaki kwa mtoto muda mrefu. Ni kitambaa ambacho kama vitambaa vingine organic. Ukisema organic inamaanisha material ambazo zimetengenezwa kwa kutumia uh, mimea au uh, wanyama Uh, au malighafi kutoka kwa wanyama um, hivyo basi inakuwa ni ngumu hizo material kuachilia um, unyevu. Ukimwagia um, maji kwenye mmea, asilimia kubwa utanyonya, kwa sababu na uhai sio kama na, lakini ni nzuri, ila organic materials nyingi zina shida ya kubeba unyevu, kwa hiyo mtoto anakuwa mbichi ukimvalisha kwa hiyo hiyo ni hasara sio kubwa, ili mradi pale mara kwa mara wanabadilisha mtoto. Nasema sio kubwa kwa sababu nimekuwa nazo, so nimezivaa na sina shida huku. um, najua wengi ambao asilimia kubwa tuseme ukitumia nepi za kufua um, changamoto ya kupata ngo, shida ya ngozi iko ndogo sana au hakuna kabisa kwa ujumla. Um, kuna hii ni chupi ya chupi ya mkojo pia au diaper ambayo nimekutana nayo, nimeazimia kwa jirani yangu, kazuri sana. Um, changamoto ya hii, um, as much as ina material nzuri na ni organic pia hii ni cotton kama um, tuseme bamboo cotton. Ikisema bamboo cotton inamaanisha material kama hizi um, even the baby show, vyepesi ambazo zinapatikana Um, sana siku hizi na hii um, chupi imetengenezwa kwa matiro hiyo nje nandani, na ndani na tuseme tu kwamba ni um, salama sana kwa mtoto, kwa ngozi ya mtoto, lakini shida ni kwamba inavujisha haraka sana hapa kwenye crotch. Imetengenezwa ikaongezewa lea nyingine na matiro inaitwa TPU pia, hiyo TPU ndo inayotakiwa kuzuia mkojo usipenye lakini TPU zake hazina nguvu um, ya kutosha kufanya hicho kitu. Kwa hiyo wazazi wengi wanaotumia nepi za aina hii au chupi za aina hii huwa wanalalamika kwamba zinakujisha haraka lakini ni bei rahisi sana. Um, nafikiri unauzwa elfu tano shilingi ya Kitanzania um, lakini mwisho um, wa siku unahitaji kuwa na nyingi na kumbadilisha mtoto sana, kwa hiyo inakuwa haina maana tena. Mfundisha mtoto kuhamia kutoka huku kwenda kwenye poti, ila nikwambie kabisa ukitumia nepi yoyote ya kufua um, inamfundisha mtoto um, kujua kwamba um, inatakiwa nikatumie poti um, ukilinganisha na nepi za, za kutupa. Sasa tuende kwenye pocket diaper. kuna nepi zinaitwa pocket diaper. hii ni pocket diaper ukifungua uh, okay, inaonekana hivi ukifunga, okay, inaonekana hivi Um, na nepi nyingi zinaonekana hivi za kufua za kisasa um, lakini inaitwa pocket diaper kwa sababu ina mfuko ina mfuko ambao unaingiza um, nepi humu ndani kama hii, unaingiza humu ndani, na hii nepi itaenda kufanya kubeba ule unyevu um, ili mtoto aweze kuwa comfortable. Na material nyingi za um, hizi nepi za kufua Um, zina nini tuseme, um, okay. Tuseme nepi za aina hii za mfuko um, zina material mara tatu, nina material ya nje ambayo nyingi zinakuwa ni hiyo hiyo inaitwa PUL. Hiyo neno L la mwisho ni laminate laminate, maana yake ni kama unafanyaje, unapaka gundi na lamination, unajua unajua lamination juu ya material kama hii ya nguo niliovaa nguo ni polyethylene kama hii nguo nilioivaa, unakuja unapaka hiyo gundi juu, kwa kutumia chupa za plastiki, zile zinayeyushwa, inatengenezwa ile juji, alafu una inapakwa kwenye kwenye hichi kitambaa cha ndani. Ukiangalia hichi kitambaa cha ndani kinakoga na mngao huo, mngao ndo hizo chupa. Kwa hizi nepi ni nzuri sana um, when comes ikija kwenye mambo maswala ya kimazingira kwa sababu ina check box nyingi sana. Um, hii hapa. Um, ya nje zinafanana kwenye nepi zote kama tulivyosema, lakini ndani huwa zinatofautiana nepi tofauti tofauti. Hii ninayoishika inaitwa micro fleece. Um, fleece, ni naona hivi sio? Hichi kingua najua unakijua kwa sababu unacho pia asilimia kubwa kwa ile material hii ya ndani ndo hii, lakini hii inakuwa imekuwa more refined, imetengenezwa imepitia mchakato mwingine zaidi ya kuifanya iwe soft zaidi. Kwa hiyo hii pia ni microfleece um material. Kwa hizi material nyingi za nepi za nguo ni material ambazo tunazijua na tunazitumia katika maisha yetu ya kawaida. Kama nilivyoambia, hii material ya nje ni kama hii gauni yangu alafu imepakwa gundi kuzuia unyevu usipenye. Microfleece matio ya ndani ni kama hiki sweta. Alafu kuna hii inaitwa, um, AWJ. AWJ kirefu chake ni athletic wicking jezi. Jezi kama jezi, kama jezi yani, hii. Maanake kwamba mchezaji anavyovaa hizi nguo unyevu unapenya haraka sana kutoka kwenye ngozi yake kwenda nje, ndo maana mchezaji mpira hata kuwe na jasho vipi, bado nguo yake inakuwa comfortable. Na hiyo hiyo teknolojia inayotumika kwenye jezi ndio inayotumika kwenye hizi nguo, kwa sababu ni material moja. Kwa hiyo kuna material ya ndani ambayo ni AWJ, alafu pia kuna material nyingine inayoitwa suede. Suede pia inapatikana um, um, yeah, maybe ni suede, sina uhakika hichi ib nafikiri hii ni suede. Inafanania um, sijajua, sitaki kudanganya, sina uhakika sana kwenye hilo, lakini hii material ya ndani inaitwa suede. Kwa hiyo tumepata hapo material ya suede, tumepata material ya AWJ, tumepata material ya microfleece, kuna material nyingine ya cotton, organic cotton. hii ni um, aina nyingine pia ya material ni kama hizi um, lakini kwa kutumia koton ya aina nyingine imekuwa mchakato kitofauti chake. Na zipo nepi za mfuko ambazo zina hizi material pia mkoa. Um, kwa wazazi ambao wana watoto uh, wanapendelea kutumia vitu organic asilimia mia moja wanaweza wakatumia hii. Kama nilivyosema mwanzo, kuna changamoto ya hiyo material za koton kutunza unyevu. Um, the reason ina, sababu ninayopendelea hizi nepi za materials za synthetic tuseme, materials zilizo zilizochakatwa kwa malighafi zisizo za asili Swahili, zisizo za asili uh, ni kwamba zina uwezo wa kunyonya maji kwa haraka uh, unyevu kwa haraka uh, inaitwa wicking kwa kizungu. Kwa hiyo mtoto wa kip ita haraka iingie kwenye matio hii. Nepi ya ndani ambayo ipo ndani ya mfuko hii ndio yenye kazi ya kunyonya. Hichi ndio kidude kinachomfanya mtoto awe mkavu, kwa sababu kinabeba ule unyevu wote. Unyevu mtoto anapojisaidia katika nepi hautabaki juu, unaingia ndani kwenye hichi kidubwasha ndani ya nepi yako ya mfuko, ambayo ndo inanyonya Hayo, tume hiyo tumeongelea hiyo nepi ya mfuko pia na matirio ya ndani. Sasa hizi matirio za ndani uh, tunaita insert au nepi tuite tu nepi. Kwa sake ya hii video, hizi nepi zipo za aina tofauti tofauti. Kuna hii matirio ya microfiber microfiber, um, sasa kama taulo taulo lako la kuogea, um, nyingi, mataulo mengi, um, yana matirio ya microfiber kwa hiyo nzuri na kama taulo um, kazi yake kunyonya maji. Kwa hiyo hii pia ina uwezo mkubwa wa kunyonya maji, na kuna insert ya aina nyingine, hii inaitwa bamboo cotton um, na bamboo cotton kama neno linalosema linavyosema ni cotton ambayo inatokana na mmea um, wa bamboo, mwanzi. Na mmea wa mwanzi ninakumbuka hiyo kwa sababu mimi ninatoka huko chini huko kwenye ulanzi um, najua mianzi Um, bambuu cotton na ni material nzuri sana na ina nguvu, uwezo mkubwa sana wa kunyonya unyevu. Kuna nepi za aina nyingine kama hii inaitwa all um, all in one. All in one ni yote katika moja hii. Yote katika moja maana yake yani una nepi ambayo ina insert tayari humu ndani wameweka hii material ya microfiber ya kitaulo, alafu juu wakaweka hii material ya suede wakashonea. Lakini ukivaa hii peke yake, mtoto ukivaisha hii peke yake, ina uwezo wa kunyonya nyevu, ila wamekuongezea na bonus hiki ki nani cha juu, ambacho pia unaweza ukakiweka hapo ndani ukamvisha mtoto, manake inanyonya, ina uwezo wa kunyonya maradufu. Um, ki na hii inaweza pia kutoka, maanake umemvalisha mtoto na amejisaidia, labda hii imeloa, lakini hii bado kavu, haijapenya, unaweza ukatoa hii akaendelea kuvaa. Kwa hiyo hii aina ipo. Uh, labda ukiangalia kama umechelewa kuangalia hivi, ujaangalia mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, unaweza ukaipata kwetu pia kwenye daipa za Mwana. And, um, ni nepi nzuri haswa kwa watoto wanaokojoa mkojo mwingi, aina hii ya all in one, kwa sababu zinakuaga na um, insert zenye lea nyingi. Jumla kwenye hii inaweza ikawa na lea tatu, uh, sorry tano mpaka sita. Um, tutaongelea kwenye lea sasa hivi. Kwa hiyo um, hii pia material yake ya nje inakuaga the same suede kama unavyoona hata zinafanana, au microfleece au AWJ. Um, na insert zake pia zinaweza zikawa material tofauti tofauti. Um, tofauti ni kwamba tu insert yake kwenye hii moja ipo ndani na nyingine kama hii unaivisha na snap, wakati kwenye nepi za mifuko au pocket diaper unaiingiza humu ndani kwenye mfuko, kwenye mfuko, nepi, mfuko wa nepi namna hii na, na kumvalisha mwanao. Tutaongelea zaidi kwenye jinsi ya kumvalisha mtoto um, na mifuko, jinsi ya kuweka insert vizuri, katika video ijayo. Lakini hizo ndo aina ya material na aina ya nepi. Sasa ili uelewe au ujanja unakuja, siseme ujanja au unajuaje nepi hizi ni, ni nzuri kwa ajili ya um, zitanyonya maji unyevu kwa muda mrefu. Kuna level tofauti tofauti za layer layer ni eh, jankuonyesha kwa vitendo hiki, hiki kitambaa ambacho pia unaweza ukitumia kama wipe wet wipes, unatia maji, unamfuta mwanao au solution, tutaongelea zaidi um, tukifikia. Lakini hii um, chiki taulo namwogeshea pia mtoto, ukiweka hiki kimoja moja, hii ni lea moja. Ukikunja hizi ni lea mbili, na hii pia ni microfiber. Hizi ni lea mbili, sindio? Kikunja tena hizi ni lea nne. Kwa hiyo uh, nepi za mwana zinakuja moja kwa moja na insert yenye lea nne namna hii, kwa hiyo ina uwezo wa kunyonya um, unyevu mwingi. Kuna insert zenye lea tatu peke yake na kuna insert zenye lea mbili peke yake. Kwa hiyo kulingana na unachokihitaji wewe, kama mama, unaweza ukauliza au ukadai mimi nataka nepi yenye Um, layer nne au layer tatu ya material fulani na material fulani, kwa sababu unajua hichi ndo kitakacho kufanya wewe kukaa um, ku, muda wa kutosha au kuendelea na kazi zako bila kubadilisha mtoto nepi kila wakati kila wakati. Kuna material nyingine ambazo sinazo hapa au unakuta labda kama hii um, hii ya kwenye all in one hii insert inakuwa na microfiber namna hii, alafu inakuja kuwa na cotton juu yake, um, kama hivi, hiyo pia ipo um, namna hii. Kwa hiyo ina uwezo mkubwa wa kunyonya ndani uh, lakini nje pia um, cotton ina uwezo wa kunyonya sana um, na hizo pia zinapatikana zina zinauzwa pia . Kwa hiyo kuna aina tofauti tofauti ya inserts na aina tofauti tofauti ya diaper, kama hivi tulivyopitia. Nyingine sinazo kama moja inayoitwa um, nini, cover diapers. Cover diaper inafanana, um, haifanani hivi lakini ina una uwezo wa kuingiza kitambaa yenyewe ndani, unaona tu hivi Aina hizi kitambaa cha juu kwa hiyo um, hichi kitambaa cha juu unakivinda kwa kuweka insert kwa juu, inakuwa na mfuko unaofanana karibu na huu juu. Saa nyingine inakuwa na snaps unabandika, una una kabisa nepi na huku hivu, hivu. kwa hiyo ukimvalisha mwanao namna hii akijisaidia, unataka kumbadilisha diaper, unatoa unatoa hii insert, alafu nepi unaendelea nayo kuweka, kwa kuweka insert nyingine um, sina uhakika kama ninazileta hizo. Um, kama mtazipendelea ni niambieni na nitaanza kuziuza pia. Um, lakini kwa sasa si sijaona um, haja ya kuzileta kwa sababu tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna pia um, pini, aina ya pini kwenye nepi hizi. Um, pini sio urembo hizi pini una adjust kulingana na ukubwa wa mtoto kwao, hizi nepi zinakuwa zinakuwa na mtoto. Hii ni nepi moja ambayo inafanana kabisa na hii. Yani kwamba mtoto anayetembea ana uwezo wa kuvaa hii nepi, mtoto aliyezaliwa huyu ana kilo kumi na tano, mtoto aliyezaliwa mwenye kilo nne anaweza kavaa hiyo hiyo nepi. Hii ni aina moja ya nepi lakini ukiziangalia, hii inaonekana ndogo kuliko hii kwa sababu Tumezi adjust hizi pini, tumebadilisha hizi pini. Kwa hiyo kuna option ya kuchukua nepi zenye pini um, na kwa vyovyote vile hata kama ina option nyingine lazima kuwe na pini hapa kwenye range, alafu kuna pia um, chaguo la kuchukua pini yenye. nepi yenye velcro. Aina hii um, Velcro, <laughs> velcro. <laughs> velcro hivi kwa hiyo unaweza ukachukua nepi yenye velcro pia. Kwa hiyo pia zinapatikana kwenye nepi za all in one. Um, zile zenye nyingi um, namna hii uh, lakini nje badala ya kuwa pini tupu um, kwenye kiuno huku lazima itabaki hii, lakini hapa kwenye kiuno inakuwa namna hii. Haya mama na babas, nimepitia nepi zote ambazo zipo ndani ya uwezo wangu zinazopatikana nchini kwetu ambazo unaweza ukazipata na sisi au sehemu nyingine yoyote. Kumbuka wimbo wangu mimi sio uje ununue nepi kwetu, wimbo wangu mimi ni uje utunze mazingira kwa kutumia nepi za kufua na sio za kutupa. Um, of course utakuta nepi zangu ni nzuri zaidi. Um, labda niwaonyeshe tu mfano Um, na nilikuwa ninazitumia hizi kabla sijaanza kupata. Tusiongelea hata kwenye inset kwa sababu pia ni vikaratasi. Um, lakini hii ni nepi ya mwana na hii ni nepi ambayo zinauzwa pia zina sokoni. Hii pia ni nepi inayouzwa sokoni ikikushikia, um, namna hii, unaona tofauti kubwa sana kwenye size. unaona naona, um, hii ni ndogo, ndogo sana Uh, afu hii pia ni ndogo afu mama yao anakuja. <laughs> Kwa hiyo ikikwambia inakuwa na mtoto, namaanisha kweli inakuwa na mtoto mpaka anafika kilo kumi na tano anavaa nepi hiyo hiyo, tena hata kilo kumi na sita anavaa kumi na, ya, tusiende sana kumi na tano kwa usalama, anavaa nepi hiyo hiyo hiyo, kwa sababu inakuwa naye kweli. Mwanangu um, ana uh, miezi mitano lakini ntakuja um, tu kuongeza hizi zitakapofika labda mbili kwa sababu tayari tuna hii moja, tuongeza nyingine mbili. Baada ya hapo, tunasahau yani, tuna nepi ishirini na tano, zinatosha kabisa. Tunajua zitakuwa mpaka mtoto anapofika mkubwa. Mtoto wa jirani yangu anavaa chupi hii um, yeye anavaa bila kufunga nepi sasa hivi, kijana mkubwa kabisa, anatembea, anaanza kuongea kwa hiyo anavaa nepi kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ni nepi moja lakini mtoto yuko ng'aa kwa sababu mwanangu alianza kuvaa kama miezi miwili iliyopita. Paka anatembea na nepi hiyo hiyo inakukolea. Yaani unapata faida kiasi gani? Um, hakikisha umeangalia video ya kwanza ambayo tumeitengeneza kwenye series hii na usikose kuangalia video zijazo kwenye series hii kwa sababu wiki ijayo tunaenda kuongelea jinsi ya kumbalisha mwanao, jinsi ya kubadilisha hizi pini ambazo sio urembo Um, ili upate uh, fit nzuri um, inayomtosha mwanao vizuri.